Yo, mambo vipi? mwana sawa sawa, digital hop huko poa kabisa eh, lakini pia niko na story mwendelezo, lakini mara baada ya huyu mshikaji eh kuwa hatulii katika mitandao ya kijamii lakini pia kutokana na e, sakata rake la kuuza au e, kufanya zile bina, e, kuuza binadamu ya kwa kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa masala mazima ya ya kingono. Unajua, matukio haya yamekuwa yakifanyika, lakini pia e, Diddy ameonekana ni moja kati ya watu ambao wanaongoza kwa kufanya ili tukio, na ndio maana sasa mpaka sasa hivi anaweza kushikiliwa. e, kumbuka kwamba e, mwezi huu wa tano kuna taarifa zilizotoka toka, toka mwaka jana, ni kwamba ndio mwezi ambao atasomewa e, hukumu yake ambayo inaweza kutoka, then kila mmoja atajua kwamba e, Diddy atakaa gerezani kwa muda wa miaka mingapi, mara baada ya kila kitu kuweza kukamilishwa. Mwezi huu wa tano kila mmoja atajua sasa. Rapa Diddy pia eh, amekana mashtaka mapya ya shirikisho ambalo eh, yanamkabili, ambayo yanajumuisha makosa matano ya jinai, ikiwa ni pamoja na uhalifu wa kuweza kupanga njama fulani ambazo ni za usafirishaji eh, wa binadamu kwa ajili ya ngono. Ni kama kawaida kwamba kuna shtaka lingine ambalo limekuja kutoka tena mara baada ya yale mengine yote kuweza kupita. Sasa eh, Diddy aliweza kuwasilisha ombi lake la kutokubaliana mashtaka hayo mbele ya jaji wa mahakama ya wilayani pale eh, Marekani eh, bana Arun Subramanian ambaye huko eh, ambaye eh, huko mji wa Manhattan ambao unapatikana huko huko eh, nchini Marekani. Sasa hapo awali eh, alikuwa tayari amekana tayari mashtaka hayo matatu awali alikuwa, eh, ya awali yaliyokuwa yakiwasilishwa dhidi yake kumhusu yeye bana Diddy. Sasa timu ya mawakili wa Diddy inasisitiza eh, kuwa madai hayo eh, yanatokana na mahusiano ya ridhaa au hayam, hayo sio madai mapya wala walalamikaji wapya, ila ni, ma, ni, ni moja kati ya zile zile kesi ambazo zipo na ambazo zimemsababisha yeye kuwepo hapo, kwa sababu inaonekana kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia wanazidi kumshtaki Diddy kwamba eh, kuna matukio ambayo ameyafanya, yani kwamba unajua ile hadi amepelekwa pale, maanake kila mmoja alikuwa anapeleka eh, kosa lake ambalo kwamba Diddy alifanya hiki, Diddy alifanya hiki. So kuna wengine ambao wameweza kujit ndo maana sawa, mawakili wake wanamkatalia, wanasema mbona ili kosa tayari ilikuwa ilikuwa tayari limeshafikishwa na tayari ameshahukumiwa hasa, kwa nini mnakuja eh, mnakuja kuleta tena makosa mengine kuzidi kuongezeka au mtaka mshikaji, e, kesi iweze kwenda mbali zaidi. Sasa mawakili wake walisema katika taarifa mapema kabisa e, ya mwezi huu ni watu wale wale wa wale, e, zamani ambao wanaendelea kuleta hizo e, taarifa sasa. Uteuzi wa majaji unatarajiwa kuanza Mei 5 huku hotuba za ufunguzi zikitarajiwa Mei 12. Hasa e, hata hivyo, mmoja mawakili wa Diddy Mark, eh, Agnifil, eh, alisema kwamba upande wa utetezi unaweza kumwomba au ucheleweshaji wa wiki mbili, ili kupita barua eh, barua pepe ambazo walikuwa wameziomba kutoka kwa mmoja wa waathiria ambao wanakuwa wanadaiwa. So wakawa wameomba wiki au wiki mbili ili kuweza ku, e, kupitia vizuri haya madai au zile barua pepe ambazo nakuwa zinatumwa kuhusiana na e, kesi hii. Sasa waendesha mashtaka wa serikali wanadai kuwa e, Didi alitumia biashara yake kuweza kuwadhalilisha wanawake kingono e, kati ya mwaka 2004, e, mpaka mwaka 2024, yaani mwaka jana tu hapo. Wanadai kuwa kwamba udhalilishaji huo ulijumuisha e, kupanga na kurekodi matukio ya kingono yanayo e, ambayo yanaitwa e, freak offs ambayo yalihusishwa na wanawake na wanaume waliokuwa wakifanya kazi ya ngono. Eh bana, kumbe kuna baadhi ya washikaji ambao walikuwa pia walikuwa wanafanya hizo kazi. So wakawa wanatumia